Naitwa Alawia Dunga, ni katibu mkuu wa shirika la elimu la EMO-STREAM na hapa nipo katika ofisi makao makuu ya EMO-STREAM Kilosa, Morogoro, Tanzania. Na leo ikiwa ndo siku yangu ya kwanza katibu, nimepokelewa na mratibu mkuu ambaye ndiye alikuwa na kaimu ukatibu katika ofisi hii, na tumeshuhudia kila kitu kiko sawa. Shirika la ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inajishughulisha na kuhamasisha elimu kwa kupitia taaluma, vikundi, sanaa na michezo Kuyo, Stream. Kwa hiyo sisi kama Emo Stream na wajibu wa kuhakikisha jamii inafanikiwa katika masuala ya elimu hususani katika nyanja hizo ambazo tumezitaja. Tunawahamasisha wadau, wafadhili, serikali na watu mbalimbali ambao wana mwamko wa elimu na wako tayari kuwasaidia vijana. Tunazo akademi za michezo lakini pia tunazo miradi nyingine mbalimbali ambayo inahusiana na kuhamasisha elimu katika jamii. Kwa wafili e, katika ofisi yetu makao makuu Ilosa, Morogoro, ili tuweze kuzungumza tujue namna gani ya kuweza kuendesha elimu hudumu, tuweze kupeleka elimu mbele nchini Tanzania, hususan katika mkoa wa Morogoro. Kwa tunakaribisha sana na asanteni sana.